Akizungumza na waandishi wa habari Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mbeya, SACP Benjamin Kuzaga amesema tukio hilo limetokea Juni 14, 2025 majira ya saa 11 alfajiri katika klabu iitwayo Mbeya Pazuri iliyopo jijini Mbeya, ambapo inadaiwa mtuhumiwa alimchoma marehemu kwa kitu chenye ncha kali tumboni, hali iliyosababisha majeraha makubwa. Mtuhumiwa Emilian Joseph Duzu alimjeruhi Gerald Philbert Saidi, miaka 22, ambaye kwa sasa ni marehemu kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali na alimchoma sehemu za tumboni, hali ambayo ilimpelekea huyu ee, mhanga kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa matibabu, lakini ilipofika majira ya saa moja eh, saa saba za mchana Gerald Philbert Saidi aliweza kufariki dunia. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni ugomvi uliotokana na ulevi wa kupindukia wakiwa kwenye eneo hilo la ndani la klabu hiyo ya Mbeya Pazuri ambapo walinzi baada ya kuona ugomvi huyu umezidi waliweza kufika pale yanamabausa na kuwatenganisha na kuwatoa nje, lakini bado waliendelea na ugomvi huo, na ndipo ilipelekea huyu, wakiwa kwenye maeneo ya maegesho, walipelekea kumwona huyu eh, Emilian Joseph Duzu akichukua kitu chenye ncha kali na kwenda kumchoma huyu Gerald Philbert Saidi. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linamshikilia Seven Kipara mwenye umri wa miaka 38 mkazi wa Ipwizi kwa tuhuma za kupanga njama za kumuua mama yake mzazi pamoja na kumjeruhi kwa risasi mtoto wa miaka minne aitwaye Sinzo Jifwalo mkazi wa kijiji cha Ipwizi. Uchunguzi wa awali baada ya tukio eh, hili kutokea, ndipo ilibainishwa kwamba hili tukio sasa linahusishwa na imani za shirikina, ambapo Seven Kipara na Jifaru Kipara, ambao wote hawa ni watoto wa bibi ambaye anaitwa eh, Kweji Rugeme mwenye umri wa miaka sabini na tano, wanadai naona mtuhumu mama yao kuwa ni mchawi au ni mshirikina ambaye ameua wadogo zao pamoja wa na watoto wao. Sasa kutokana na imani hiyo, ndipo walipanga njama ya kumuua kwa hiyo, walitafuta watu au walikodi watu kwa ajili ya kuja kutekeleza eh, tukio la mauaji, na hao walitoka katika mkoa wa Lindi. Na hao watu ambao walikodiwa ni Tambi Deusi pamoja na Shija, na walifanya hivyo kwa makubaliano ya kulipwa shilingi milioni tano. Jeshi la Polisi limeendelea kusisitiza kuwa litachukua hatua kali dhidi ya vitendo vya uvunjifu wa sheria na linatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya dola kwa kutoa taarifa mapema pale panapohisiwa na dalili za uhalifu. Ni kiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya. Mimi ni Samuel Mpogole.